Habari za asubuhi. Uh, bila shaka najua tuko vizuri, namshukuru Mungu pia tumeamka poa sisi. Lakini pia nichukue fursa hii au kwenu kwa ajili ya kuwakaribisha uh, mimi na na imani na imani yangu inaniambia hivyo kwamba sisi tunafanya kazi kwa kutegemeana, ingawaje sisi tunawategemea sana ninyi uh, ni, ni jukumu langu la kuweza kushukuru kwa ninyi kuja, lakini pia nina jukumu jingine la ziada la kuweza kuwaomba kwa namna moja au nyingine, katika hiki ambacho tunakifanya leo kiende kikawe chachu kwa wengine, lakini pia kiende kikawe elimu. Lakini pia juzi tu mheshimiwa Rais amekupeni tuzo kwa kuthamini kile ambacho mnakifanya, kwa naamini tukiendelea kuambatana hivi a, tutatengeneza taifa ambalo lenye tija na haja. Kwa hiyo mimi niseme katika uzinduzi wa tamthilia hii, tamthilia ya Baraluko ni ni kitu ambacho pia kinaenda kuwaamsha producers, lakini pia kinaenda kuwafanya watu sasa waweze kuona kumbe vitu bora vina vinawezekana. Gabz Media tupo kwa ajili ya kufanya vitu bora tu na kwa ubora wake wenyewe, na slogan pia inasema inasema hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana na nimefurahika sana kuwaona ninyi ndugu waandishi wa habari, na kuendelea kuona kwamba mnaendelea kutushika mkono kila uchwao, kwa sababu uh, bila ya ninyi tunashindwa kukua na sisi, lakini kupitia ninyi tunakuwa tunaendelea kwenda mnatufikishia habari zetu. Na hili kiukweli kiukweli, kama kama watu unakuwa wanachelea kulisema, mimi niseme sasa kwa fursa hii uh, kwamba nalisema wazi wazi. Mnafanya kazi zetu zinaonekana nzuri sana sana sana, kwa naamini pia kwenye hii tamthilia ya Baraluko naamini itafika e, mpaka kwa watu ambao pia watakuwa uh, si, si wapenzi wa sinema za nyumbani, kwa sababu uh, wengi, jana nilikuwa na kikao na bodi ya ya, ya, ya CRDB, wengi wanasema kwamba si wa, si wafuatiliaji wa sinema za nyumbani kwa sababu zimekuwa zikifanywa katika tafsiri ya uongo uongo hivi kama hazikai sawa sawa. Nikasema sasa this time kwamba producers wameamua kwamba tunaenda kufanya vitu bora lakini venye ubora wake pia, na kuweza kufanya watu ambao walikuwa hawa, hawatizami sinema za nyumbani, sasa waanze kutizama sinema za nyumbani. Tamthilia ya Baraluko kiukweli na kimsingi, ina ina maudhui ya Kiafrika lakini ina inamkumbusha Mtanzania yeye ni nani na ana jukumu gani, kwa sababu kila kitu kina thamani. Nchi uliokuwa nayo ina thamani, wewe mwenyewe una thamani, gari uliokuwa nao, nyumba unayoishi, kila kitu kina thamani. Inategemea sasa unaiweka vipi thamani yako, na ikumbuke kwamba thamani huwa inapanda na ina, inashuka. Kama ukiweka vibaya itashuka. Kwa hiyo hivi hivyo hivyo ilivyo hivyo, hivyo, hivyo, kwamba jambo zuri ukiliweka vizuri linakuwa zuri zaidi. Lakini zuri ukiliweka vibaya linakuwa baya na baya likiwekwa vizuri jamani linakuwa zuri. Tumeona mambo mengi sana ma, mabaya yanawekwa wekwa vizuri yanakuwa mazuri, na wakati mwingine watu wakikosa mambo mazuri wakiyapata yale mabaya kwao yanakuwa yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi niseme tu tamthilia ya Baraluko ndani imewashirikisha uh, wasanii wenye wenye wenye vipaji uh, kwangu mimi ni ni, ni mabesti na, na, na best actress ever, au sio bwana eh? Sister yangu hapa Mary meri. Uh, nina, nina wengine upcoming, of course, lakini wanakushawishi au wanaweza ku, kuwa, kuwa chachu ya wengine wakaona okay, kumbe hii ni biashara. Ni kwa hiyo niishie hapa nikiwa mimi kama ndio main character wa tamthilia ya Baraluko, lakini niwapishe ni na wenzangu ambao pia wameshiriki na wameonyesha uh, wameonesha kile ambacho mimi nilikuwa nakitaka, kwa sababu mimi nimesimama kama director ndani ya hiyo ndani ya hiyo tamthilia. Kwa hiyo niwapishe na wenyewe pia waweze kuzungumza, tuweze ku, ku, ku, kulambaza kidogo. Endeleeni kulambaza nasi muweze kupata maarifa stahiki. Asanteni sana, nashukuru kwa nyenye kuweza kuitika wito na kuwa hapa na sisi, lakini shukrani zangu za dhati na za kipekee zije kwenu moja kwa moja. Ama kwa hakika mmekuwa nguzo bora sana katika kazi yetu ya sanaa kwenye kufikisha ujumbe kwa hadhira iliyokusudiwa, mmekuwa mstari wa mbele kusapoti kazi zetu na tunashukuru sana kwa hilo. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa majina niliyopewa na wazazi wangu naitwa Mary Mtemi, kwenye Baraluko naitwa Veronica, lakini pia ni main character wa tamthilia hii. Ninajivunia leo kusimama hapa mbele yenu kuwa mmoja kati ya washiriki wa tamthilia hii kubwa kwangu. Kwangu mimi nimefanya kazi nyingi sana kwa muda mrefu na nina experience ya kutosha katika kazi hii na ninaijua jinsi ya kufanya kazi, ila nikizungumzia Baraluko, ni tamthilia ya kitofauti kidogo ambayo imekuja katika maadhi ya Kiafrika. Ni jamii fulani ya watu fulani wanaoamini katika vitu fulani, wanaoishi maisha fulani. Um, kiukweli Tanzania imekuwa na kiu kubwa ama njaa ya chakula kama Baraluko. Ninawasii na kuwaomba mfikishe habari kwa Watanzania kwamba sasa sanaa imeamka, kwa maana kilichofanyika ndani ya Bararuko ni kitu ambacho akijafanyika katika tamthiria nyingine zozote. Watengi wamekuwa wavivu ama waoga kwenye kufanya kazi ngumu, lakini believe me or not, kazi ngumu ndizo ambazo zinaweza kuleta matokeo chanya katika tasnia yetu. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi kwenye kuiga utamaduni wa wenzetu na tunasahau kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Tanzania ni nchi tajiri sana, na kuna vitu vingi ambavyo vya kuonyesha kwenye Tanzania yetu ambavyo katika mabara ama taifa nyingine hakuna. Tumejaliwa vitu vingi na kupitia kazi ya sanaa, tunawaahidi kupitia Baraluko tutawaonyesha vitu vingi na uzuri halisi wa Tanzania. Kwa sababu tumevuka boda, tumeamua kwenda kufanya mikoani kuonyesha uzuri wa nchi yetu. Tumeamua kwenda kufanya sehemu ambazo mbali, watu wengine wanaogopa kufika. Tumeamua kupambana na baridi na barabara mbaya, ili kuweza kuwaletea chakula kilicho bora, na washauri msikose kuangalia Bararuko kwa sababu ni kazi ya kitofauti na inakuja kuleta mageuzi katika industri yetu. Ninaitwa Juliet Julius, ni msanii wa filamu Tanzania kutokea Gabs Media na nimeshiriki pia katika tamthilia hii ya Baraluko. Kiukweli nimeexperience vitu vingi sana. Kwanza nimeifurahia kazi yangu kwa sababu na imani itanitambulisha vyema kwa Watanzania na hata nje ya Tanzania, kwa sababu ni kazi nzuri sana, ina stori ya tofauti maudhui mazuri, script yani, kila kitu ilijitosheleza. Lakini pia nilipata ushirikiano mzuri kutoka kwa wasanii wa kongwe akiwepo Nguli mwenyewe Gabo Zigamba, Dameri Zuu na wengineo. Kwa hiyo niwakaribishe kuipokea Baraluko, ni tamthilia nzuri na i, I hope hamtajutia kuiangalia, asanteni. Okay. Okay, Shukran sana. Nichukue tena fursa hii ya ushi na adhimu kuweza kurudisha majibu kadha ambayo nitaulizwa. Uh, tamthilia ya Baraluko itaonekana kwenye uh, itaonekana YouTube kwenye peji yangu ya Gabo Zigamba. Yes, kwa muda mrefu sana nimekuwa uh, sijihusishi si, si, si sana na mambo ya mitandao na mitandao kwa hiyo management imekaa ikaamua na ikaamua mimi niweze kurudi, kwa sababu kama unashindwa kwenda sambamba na vitu ambavyo vinaendelea inakuwa nini? Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tuna, tuna, tunalisha chakula kwenye platform nyingine, kwa tumeona tusiiache pia uh, platform ya YouTube. So Baraluko ni tamthilia ambayo itaenda kuruka kwenye YouTube channel ya Gabo Zigamba. Of course ni na inaruka lini? Maana yake ni kesho. Uh, okay, kesho siku ya Jumatano, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa tuko tuko hewani, tutakuwa tuko live. Yes. kwa nini umeona iende youtube na social media? Uh, kwa nini nimeona iende youtube na sio uh, sehemu nyingine kama ilivyozoeleka? Ni kwamba kuna kuna namna ambavyo inaonekana kuna watu wengi wao wanapitwa na, na baadhi ya kazi zetu watu wako bize sana maofisini, watu wako bize sana kwa hiyo vitu vingi, muda mwingine, wanakuwa wanavitumia kwenye kwenye simu uh, lakini pia kuna utamaduni fulani wa kukaa kwenye TV unaonekana kama una unapungua, namba zina, zinaenda zinapungua, yaani haifanani mwanzo na sasa. Kwa hiyo kiu yetu kuto kumwacha yeyote katika mashabiki zetu. Kwa hiyo kuna mashabiki ambao tumeona tu bora tuwawekei kwenye YouTube. Haina tafsiri mbaya, haina tafsiri yote isipokuwa ni kuendelea kujikuza. Kitu kingine, kuna diaspora wengi sana. Mimi ni, ni muumini wa kusafiri sana mimi nasafiri sana, namshukuru Mungu katika hilo. Kwa hiyo unakutana na diaspora wengi wanasema, kazi zenu hatuzioni, kazi zenu hatuzipati, kazi zenu hatuzioni sio. Kwa hiyo pia wao huu ndio wakati wao sahihi wa kuweza kuona kazi zetu ya kwenye hilo hilo, wengine waliamini hizi TV, uwepo wao kwa chaneli zote mbili za Azam DStv na nyinginezo, zimekuwa ni mkombozi wa wasanii upande wa filamu kwa sababu zimekuwa zikinunua vizuri aa, na kuboresha vizuri watu. Sio wa Tanzania wote wana TV, hasa wale wa hali ya chini unakuta. Um, so, I mean so TV and smartphone, sio Tanzania wote wana smartphone, sio wale wa hali ya chini. Inawezekana Rais TV kani moja nyumbani wakashare kuliko simu na bundles na vitu kama hivyo kukufikiria na yeye utakuwa na wanyima raha na burudani, au mwingine atakayewaza labda kabla alienda akakuta budget ni ndogo, akaona hapana, bora ingeza na channel yangu. Uh, of course ni ni ni, ni wakombozi kama wanavyozungumza na wanatusaidia sana na wanatuofa mambo mengi sana na tunakuwa kwa ajili yao pia. Kwa hiyo sisi kuto kufanya hivi ambavyo tunafanya, kuna watu wengine tunawapoteza kwa kule. Tukiwepo huku tukiwepo, hakuna kinacho kinachoharibika. Yaani tuseme tu kama ulaji wa chakula asubuhi akifanana na chakula cha mchana, cha mchana akifanana pia na chakula cha jioni, lakini kuna watu wa jioni wanakula chai tu hivi na nini, lakini kuna mtu mwingine ukimpa chai na viazi, anaona kama umempa mboga hivi, anasubiri ugali, sio? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambao sisi tumeamua kuona kwamba uh, of course kila kitu kiendelee, yani kwa wakati Okay. Tofauti, tofauti tofauti yep. Hapo haikuogopeshi miaka minne mitano nyuma wasanii walikuja ndani ya application mm. Uh, ambazo zitaonyesha filamu za za kwao yeah. Lakini bado ilikaa soko hili la upande wa kuonyesha kwenye digital mm. Ilikaa gumu na mm. ikasumbua sana mm. Wewe kuogopeshi kwamba itaenda isiende ikafanye vile vizuri yeah. Kama matarajio yalivyo, so, so, eh, majibu ya swali lako ni kwamba mimi eh, sipo kwenye hii platform kwa ajili ya kupata mimi nipo kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia mashabiki ambao wananihitaji mimi na no, wanipati sasa platforms za namna hii Instagram hizo sijui Facebook na, na na mitandao mingine mingi. Hatupo sisi kwa ajili ya maslahi, lakini tupo kwa ajili ya kujinadi, kujitangaza, kujifanyaje, kwa sababu kuna kasumba moja ambao hatuna hatuna maagents kwa mfano ukiwauliza okay, waigizaji wengi wanatamani waende kimataifa, wanatamani waende international. Sasa tunaendaje international kwa hiyo sasa, kuna platform hizi ukiwa unaziacha, unaweza usifike international, ikawa ndoto. Kwa hiyo mimi nipo huku kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia wale watu ambao hawapati kazi zetu kwa wakati, sijui yes. So, kama nimejibu vizuri? Jibu vizuri Yes. Back for society.